Kama ilivyokuwa kawaida kwa vile ambavyo tulikuwa tunasubiri kutoka kwa Vanessa Mdee pamoja na Rotimi, na licha ya changamoto zote, hatimaye the long wait is over na Rotimi ameenda kutangaza rasmi kabisa, kuisimamisha Tanzania, kuisimamisha Marekani, kuisimamisha dunia pamoja na mashabiki zake wote ambao wanamkubali, lakini pia mashabiki wa Vanessa Mdee. Guess what ni swala la ndoa, and of course hili ndio suala ambalo watu wengi walikuwa wanalisubiri kwa muda mrefu sana, kutaka kulisikia ama liweze kufika siku yake, ni mwisho wa siku waweze kufahamu na waweze kushuhudia jinsi ambavyo ndoa itakuwa very classic, uh, high level ambayo, of course, watu wanatamani mpaka kesho kutwa iweze kutokea. Najua ni kiasi kikubwa sana Uh, watu walikuwa na shauku ya kutaka kushuhudia ndoa ya Rotimi pamoja na Vanessa Mdee. Wengi walikuwa wanasema kwamba bwana, fikini time mwoane bwana, ili mwisho wa siku sisi tujue kabisa kwamba hapa sasa hivi hakuna ile chezeana chezeana, ingawaje wameishi kwa muda mrefu sana na vitu kama hivyo. Sasa finally Rotimi amekuja kutoa tamko rasmi kuhusiana na ndoa yao itakuwa lini na ni mwaka gani? Mwaka huu 2026, au ni ajini aje? Lakini pia itafanyika wapi hasa? Bila shaka yote hayo utataka kuyafahamu. Sasa mimi niko hapa kwa ajili ya kukupa update. Na the good news ni kwamba Rotimi kama ambavyo tunafahamu amekuwa akijifunza funza Kiswahili, so wakati anatoa lile tamko pia alijaribu kutumia na Kiswahili japo sometimes kinamruka na vitu kama hivyo, lakini una baadhi ya maneno alitumia Kiswahili kabisa. Lakini acha mimi nikupe tu full, uh, full update in details hapa hapa uweze kufahamu yote juu ya kwamba hii ndoa inaenda kuwa lini, Rotimi amesema kwamba itafanyika wapi yeah. Lakini zaidi ni kwamba ndoa ni mwaka huu huu mwanangu, so lini alafu itafanyika wapi? Nitakusanua hapa pointi msingi, tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video, ukapata kufahamu kweli wote juu ya kila ambacho Rotimi ameweza kutuweka wazi kuhusiana sasa na kuona kwamba muda halisi umeshafika, lakini muhimu zaidi na kujua kabisa ni moja tu, ambao mna shauku kubwa sana ya kuja kushuhudia ndoa ya Vanessa Mdee pamoja na Rotimi, lakini pia mna shauku kubwa sana kutaka kufahamu na kuona hawa watu wawili wakifunga ndoa. So kama ni miongoni mwa hawa watu ambao mnasubiri kwa hamu sana kuona jinsi ambavyo Rotimi na Vanessa atakavyokuja kuonekana, hebu tungana hapo chini ya hii video kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video hapo tukumaanisha love ya kutosha sana, lakini pia like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho nitakuuliza hapo mwisho wa hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Hii ni exclusive story kabisa eh, kwa mara ya kwanza kabisa nimeipata eh, naona ameposti, lakini hajaposti kwenye mitandao yake yote ya kijamii. Lakini kwa kila ambacho ameweza kusema, mimi nimeona ni good news so, nikaona ngoja niwaletee ili muweze kufahamu. Miaka sita kama sio saba imepita tangu Vanessa Mdee alivyoingia kwenye mahusiano na aa and ilifika tu, watu wakawa na comment sana Instagram, Snapchat jamani, hebu fanyeni kufunga ndoa na vitu kama hivyo lakini shauku ya watu ni kama vile ilikuwa kubwa, zaidi response kutoka kwa wahusika ilikuwa ni ndogo sana. And finally Rotimi amekuja kufunguka na kuweka wazi. Kwanza kabisa, Rotimi akasema kwamba anatambua ile love ambayo mashabiki wako nayo juu yake juu ya Vanessa Mdee the same, lakini pia akasema kwamba ameona ni kama vile mashabiki wameongea sana, wame request sana alafu akaona kama kiendelea kukaa hivi, basi atakuwa hawatendei haki so amefunguka na kusema kwamba mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ndio mwaka wa yeye pamoja na Vee Money kuweza kufunga ndoa, yani pingu ya maisha, na anasema kwamba itakuwa ni, ni, ni, ni, ndoa fulani hivi ambayo itakuwa na hadhi ya kimataifa kwa sababu anaamini ana mashabiki Marekani na mashabiki nje ya Marekani. Tanzania pia ni kama nyumbani na vitu kama, kama hivyo. Sasa amesema kwamba anataka kuwashangaza watu na kuonyesha jinsi ambavyo yeye anaishi na Vanessa Mdee, and of course, ndoa yake anasema itakuwa ni ni ni, very unique na watu wata enjoy kinoma noma. Sasa Rotimi hajaweka wazi kwamba mwezi ni, wangapi ni, ni, ni ambapo ndoa itaenda itaenda kufungwa kufungwa, lakini yeye ameweza kusema tu kwamba kwamba ni, ni ni wapi na wapi ambako, ama ni wapi na ambapo ndoa ndoa yake itaenda kufungwa. Ambapo the good news ni kwamba ndoa itafungwa Marekani alafu baada ya hapo pia utakuwa kuna ndoa ya upande wa pili kwa maana ya nyumbani kwa Vanessa Mdee, hapo amezungumzia Tanzania, ambapo sasa watakuja kuhitimisha huku Tanzania. I hope that is a good news kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanataka kufahamu na kushuhudia pia kwamba kwa nini nyumbani ndoa isifungwe, wakati tunafahamu kwamba bibi harusi anatoka kwetu na vitu kama hivyo. So nimeamua nikusogezee hiyo hapo hivi update, ili weze kuwa informed, lakini nikwambie tu kwamba Uh, kama ikitoka update mpya kwamba mwezi wangapi ndio itafungwa nitakuletea hapa hapa. Sasa, namna ya kuipata update hiyo, siweze kukosa video yoyote ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Ukibonyeza tu neno subscribe, alafu ukawasha notification, tutakuwa majoka katika nafasi nzuri sana kwamba nikipata update mpya uh, pale atakapokuwa metaja kwamba ni lini hasa Eh, kwenye huu mwaka 2026 ndoa yake taenda kufungwa mi, nitakuletea update hapa hapa. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kwa sababu hapa ndio mahali pekee ambapo tutakuwa tunapata exclusive stories zote kuhusiana na trending issues na mastaa wote ambao unawakubali.